Kwanza mtaungana na mimi kwamba taifa la Tanzania ni taifa ambalo limeweka uhuru mkubwa sana kwa vyombo vya habari. Na limeweka uhuru huo kwa sababu ya umuhimu na umadhubuti wa vyombo vya habari katika taifa letu. Na kipaumbele mojawapo ambacho nilikushasema awali kwamba vyombo vya dola vimeapa kwa katiba kwamba vitalinda usalama wa raia na mali zao. Mwanahabari ni raia. Na kamera ni mali yake, na kwa mantiki hiyo, katika kauli hiyo ni kwamba mwanahabari yoyote ambaye ataripoti taarifa katika taifa letu, ya kufundisha, ya kuhabarisha, wote hawa ni raia ambao wako katika package ya kulindwa katika taifa lao na mali zao. Lakini pamoja na hilo, kuna maeneo yote nyeti katika taifa letu, na hasa katika mkoa wetu, nanyi mnafahamu kwamba mkoa huu ni moja ya mikoa mikubwa ambayo imebeba uwekezaji mkubwa sana, na ni mkoa ambao una vitu vingi ambavyo vitakapoharibiwa vinaweza kuleta taswira ambayo siyo sahihi. Maeneo yote ya msingi, yote ya msingi, vyombo vya dola vinafahamu namna ambavyo maeneo hayo yote yapo kwenye viganja vyao. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, katika jambo jingine, utakapotishiwa na mtu yoyote, ninyi ni waandishi wa habari wa mnafahamu taratibu mtaripoti katika kituo cha polisi kwa chombo cha dola ili mtu huyo aliyekutishia aweze kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria. Nihitimishe kwamba msiogope, waandishi wa habari, kuwa viunganishi kati ya watu na serikali, bali ogopeni, waandishi wa habari, kuwa wagawaji wa taifa kati ya wananchi na serikali yao. Jambo lolote mnapoliripoti, lazima muwe mekwisha tafakari kiasi cha kutosha Impact ambayo inaweza kutokea baada ya wewe kuwa umekusha report jambo hilo, na ndio maana nyakati zote tunasisitiza ku balance story kabla hujairusha story. Umepata taarifa, kuna maboksi ya kura yameibiwa, nachukulia mfano, wewe unakwenda unaripoti maboksi ya kura kweli yameibiwa, unaleta taharuki. Uliza moja kwa moja kutoka kwenye kituo hicho, fika kwenye kituo hicho, pata taarifa zilizo sahihi kabla hujaweza kuripoti taarifa yote. Na kama kuna matishio Vyombo vya dola vipo kukulindeni ninyi pamoja na mali zenu, yaani kwa maana ya kamera na vitu vinginevyo. Basi baada ya kusema haya, nawashukuruni sana na, na asanteni sana.